Mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la 12 linalosema Watangulizi. Hii ni Juni ishirini, siku ya Ijumaa. Tafakari zaidi, mwandishi anaandika soma: LNG White, God's People Delivered ukurasa wa 635 hadi 652 katika Pambano Kuu. Katika zama zote Mungu ametenda kazi kwa njia ya malaika kuwasaidia na kuwaokoa watu wake. Hawa viumbe wa mbinguni wameshiriki katika masuala ya wanadamu. Wametokea katika mavazi yao yanayong'aa kama umeme wa radi. Wamekuja kama watu waliovaa mavazi ya watu maskini. Malaika wametokea katika umbo la watu wa Mungu. Wamepumzika kama watu waliochoka mwaloni. Wamepokea ukarimu wa nyumba za wanadamu. Wamefanya kazi ya waongozaji kwa wasafiri waliochelewa kufika nyumbani. Kwa mikono yao wamewasha mioto kwenye madhabahu. Wamefungua milango ya magereza na kuwaachilia watumishi wa Bwana. Wakiwa wamevikwa mavazi ya mbinguni, walikuja kuliondoa jiwe kwenye mlango wa kaburi la Yesu. Wakiwa katika umbo la wanadamu, malaika daima wako katika mkutano ya wenye haki na wanatembelea mikutano ya waovu, kama walivyokwenda Sodoma, kuandika kumbukumbu za matendo yao, kuamua ikiwa wamevuka mpaka wa uvumilivu wa Mungu. Bwana anapenda rehema, na kwa sababu ya watu wachache wanaomtumikia kwa moyo wa dhati, anazuia majanga na anaendeleza utangamano miongoni mwa makundi ya watu kidogo sana wenye dhambi dhidi ya Mungu hutambua kuwa wanawiwa kwa ajili ya maisha yao na waaminifu wachache ambao wanapenda kuwadhihaki na kuwatesa. LNG White, Pambano Kuu, ukurasa 520. Maswali ya kujadili: swali la kwanza, soma Timotheo wa pili sura ya kwanza ya saba. Jadili mambo katika unabii ambayo yamekupa wahaka zaidi tunaondokaje roho ya hofu na kupata ujumbe wa Mungu wa tumaini hata katikati ya unabii unaozungumzia mateso kwa ajili ya imani yetu? Swali la pili, ingawa sasa hivi inaweza kuwa vigumu kuona jinsi Sabato na Jumapili zinavyoweza kuwa kwenye nafasi ya juu zaidi katika matukio ya mwisho, tazama jinsi ulimwengu unavyoweza kubadilika haraka. ukweli huu Unapaswa kutufundisha nini kuhusu kutojenga imani yetu juu ya matukio ya sasa yanayoweza kubadilika haraka, lakini katika neno la Mungu lililofunuliwa pekee? Swali la tatu, fikiria juu ya Danieli mbili na hata saba Falme zote zilikuja na kutoweka kama ilivyotabiriwa. Leo tukitazama nyuma katika historia, tunaweza kuona kwamba zilitoweka kama ilivyotabiriwa. Kwa mtazamo wetu leo, kuna ufalme mmoja tu unakuja. Ni upi huo, na kwa nini unaweza kuwa na hakika kwamba utakuja kama ilivyotabiriwa? Hii ni Juni ishirini, tafakari zaidi. Na huo ndio mwisho wa somo hili la kumi na mbili, somo lililokuwa likisema Watangulizi. Neema ya Bwana wetu idumu kuwa nasi sasa na hata milele.